Kiongozi wa walio wengi katika bunge la taifa Kimani Ichungwa pamoja na Faruk Kibet ambaye ni msaidizi wa kibinafsi wa Rais Ruto wamedokeza kuwa baada ya utawala wa Rais William Ruto ni nafasi ya kiongozi kutoka jamii ya Mlembe kuendesha urais. Simunaona musali aziako hapo hapo hapo hapo, na Rais William Ruto wanapelekana vizuri na Mheshimiwa Weta spika wetu. Simunajua ni bose yangu? Sasa mkipangana, William Ruto amalize hii miaka tano apate ingine tano. Weta ako hapo, musani hako hapo eh? Munaona mambo inaweza pangika, mutajipanga. Mutajipanga, si safari ya kesho inapangwa leo? Ati William Ruto amalisi alafu ize mno, na nyinyi munanyamasa na mwenye anasema arulange sarula wale. Iyo ni makofi kweli ambayo amesema. Tukienda kupiga kura, hakuna mtu anaenda kupiga kura kwenda kwa upinzani. Unapiga kura ugunda serikali kweli au rongo? Mtu anajikuta kwa upinzani kwa bahati mbaya, so tukienda kupiga kura tuangalie, utajua serikali iko wapi. Watu wa upinzani wanadai wanataka maini ya ng'ombe ambaye hawakumchinja, windo ambalo hawakuhusika kuleta nyumbani. Na mimi spika, meomba 2027, tunapoenda kuwinda tutembee pamoja mnyama tunaweka chini, ili mpate nafasi ya kula steak mpate maini na watu wa mkoa wa magharibi waishi kwa amani milele na milele. Mkisikia wale wachache ambao wanapiga kelele, hawataki rais aunganishe wa Kenya, ni watu wa binafsi, ni watu wa choyo, wanataka barabara zake zisiende Kenya mzima. Mkuwe kama baba, hata akijikuta opposition Ye utafuta njia ya kurudi wapi? Kwa serikali, ndio watu wake waweze kusaidi kusaidika. Katika hafla hii, baadhi ya viongozi wakiwemo wabunge eneo la magharibi walijitokeza na kumsuta vikali Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa madai kuwa anajaribu kuhujumu uongozi wa Rais Ruto. Ukiwa retired as an MP, as a president, as an MCA, toa mdomo kwa wale ambao wako kwa sababu wewe umekuwa pale, you understand the pressure of that job It is very ironic huyo rais wa zamani Uhuru Kenyatta, wakati yeye alikuwa rais miaka kumi alimteua mzee Mudi Yaori akiwa na miaka 91, kuwa chairman ya Sports Fund. Wakati aliulizwa na Wakenya, mbono umemchagua mzee wa miaka 91? Akasema vijana ni waizi, wako corrupt, wanaiba pesa, kwa hivyo afadhali nichague mzee wa miaka 91 kuliko nichague kijana. Leo hii rais wa zamani akisema anapenda vijana, ule ndio unafsi ambaye inafanya Yesu awezi akarudi. Sahii viongozi hawo wa ndani wa serikali wameitetea ziara ya Rais Ruto Uchina, wakisema kuwa ziara hiyo ni kwa manufaa ya Wakenya. Rais hajaenda Uchina kukopa, ameenda kutafuta wawekezaji. Hata hiyo barabara mnasikia ya Rironi Mau Summit, sio Rironi ikomee Mau Summit itajengwa as an investment itoke Rironi Mau Summit mpaka kwa boda ya Maraba ili Kenya yote ifunguke. Nishukuru Mheshimiwa Rais kwa ile safari amekuwa nayo China. Kuna mambo mazuri ambayo ametuletea. Tunajua kwamba moja ya projects ambazo atatekeleza ni ile duo lenye barabara ya kutoka Nakuru na Naivasha kuja mpaka Nakuru mpaka Mau Summit. Nataka kumwomba ipite mpaka Malaba mambo ya SGR ilienda ikakwama kule Naivasha, lakini kwa sasa tumepata wawekezaji ambayo itawezesha SGR sasa itoke Naivasha iende Kisumu na iende Malaba, ili sisi pia watu ene wa eneo la magharibi tuweze kufaidika. Jumla ya shilingi milioni kumi na moja nukta tano Brenda Wawire, West TV zilikusanywa kuyafaa makanisa kutoka Malava, kaunti ya Kakamega.